Naam, karibu tena kwenye channel yetu pendwa ya Rajab Synic, kama mara yako ya kwanza kutazama video yote kupitia Rajab Synic, nikuombe tu usubscribe ili kwa kwanza kupata kila update mpya ambayo tutakuwa na upload katika YouTube channel yetu. Mada yetu ya leo, tunaenda kujifunza jinsi ya kuweza kuzuia eh, usipatikane e, ukiwa usipatikane ukiwa nikiwa, na maana uh, usipatikane ukiwa unaendana shughuli zako online. Unataka kuna shughuli nyingi online. So, unataka usipatikane kwa muda basi, hii ndio kodi au ndo jinsi utavyoweza kuseti kwenye simu yako. Angalia ya video hii mwanzo mpaka mwisho ili usipitwe na jinsi ya kuseti usipatikane kwa muda u, ukiwa unaendelea shughuli zako. Baada ya kushika simu yako, utaenda moja kwa moja kwenye faili la kupigia simu, lile la kupigia simu alafu a simu kishafika hapa kuna kodi utatakiwa uzibonyeze. So utabonyeza nyota 35 tano nyota sifuri sifuri sifuri ziwe nne, kisha utabonyeza Unaona, utachagua mtandao, mfano mimi hapa kote ni Voda, so nita, nijia, nibonyeze kwenye namba moja. Unaona? Itaandika hiyoduma call barring bwana, naitwa call barring. So nikishaweka hapa sitapatikana kwa kipindi ambacho nimeweka kodi hii. Mona ukume naendelea na shughuli zangu, haiafekti chochote, bali mtu akipiga sitapatikana. Tumezoea lio usipatikane basi uzime nani uzime simu. Mona ukitaka sasa kuondoa, unabonyeza le 35 nyota bonyeza leli, unamaliza na bonyeza moja. Maona unakuwa umelikamilisha zoezi hapo, na umejiondoa hapo, simu zinaweza zikaingia tena. So ndo hivyo utakavyoweza kuseti hivyo, ndo jinsi utavyoweza kuseti kwenye simu yako. Eh, ili kupata update mbalimbali kuhusu teknolojia, eh, basi usahau kubonyeza sehemu ile iliyoandikwa subscribe, ili ukawa kwanza kupata kila update mpya ambayo tutakuwa tunaendelea kuupload katika, utakuwa unaendelea kuupload katika YouTube channel yetu pendwa Rajab Synic. Naomba nikutakia siku njema bye bye.